Na mtazamaji, nikiachana na ni kaunti ya Trans Nzoia, moja kwa moja mimi navuka hadi katika kaunti ya Vihiga ambapo wafanyibiashara katika kaunti ya Vihiga mapema leo wamepokea mafunzo kutoka kwa kampuni ya Demulla kuhusiana na matumizi ya pesa za mikopo katika biashara yao na kujiendeleza kimaisha. Kwa mengi zaidi, mpenzi mtazamaji, mwanahabari wetu James Wekesi aliweza kuhudhuria mafunzo hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza katika warsha hiyo ya mafunzo, Patricia Nalianya ambaye ni msimamizi wa mauzo katika kampuni ya kupeana pesa za mikopo, amewahimiza wateja wao pamoja na wafanyabiashara wadogo kukumbatia mkopo kama njia mojawapo ya kukuza biashara zao. Patricia Nalianya, uh, Manager na leo hii tumekuwa katika tauni ya Mbale sana sana kuweza kujumuika na wateja wetu ambao wanachukua mikopo yetu. Demulla ni taasisi ambayo inapeana mikopo sana sana, tunashughulika na wanabiashara wadogo, wale ambao hawawezi pata kunufaika na mikopo kutoka kwa taasisi zingine kama benki. Mikopo yetu ni ya haraka, mikopo yetu ni ya nafuu na mikopo yetu inaleta faida nyingi katika biashara, na zaidi ya kupeana mikopo tunapea wateja wetu mafunzo, na ndiyo ilikuwa lengo kuu la kukutana leo, ili tuweze kuwapea mafunzo jinsi ya kuweza kumanage mikopo ambayo wanachukua, jinsi ya kumanage biashara zao, kufanya bajeti, kuweka kumbukumbu na rekodi jinsi ya kuweza ku make sure that wako compliant ili biashara zao ziendelee kupanuka na ziendelee kudumu. Vilevile aliwahakikishia ushirikiano mwema baina yao wakati wanapotafuta huduma kutoka kwao. Tuko Nyanza, tuko Rift Valley na tuko tunaendelea kupanuka na kufungua matawi zaidi. Sasa wateja wakikuwa na hitaji lolote ama wanataka kuchukua mkopo, tuko na nambari ya simu ambayo ni sufuri 49 moja moja moja, moja. Wanaweza piga namba hiyo na watapata kuongea na afisa wetu wa customer care, wataweza kuwaelekeza mahali popote pale ambapo wapo ya kuchukua mkopo. Na sisi ni rahisi sana, kwa sababu you will just need kudial hiyo USSD kwa simu yako, utafanyiwa registration kisha utapata mkopo baada ya masaa 24. Sasa teknolojia pia imerahisisha kazi yetu ya kupeana mikopo na tunakaribisha wateja wote. Kwa upande wake Eric Andai ambaye ni miongoni mwa wateja wa kampuni hiyo amesisitiza kuwa amefaidika pakubwa tangu ajiunge nao. Amedai kuwa kwa wakati mwingi wanapewa muda wa kulipa mikopo, jambo ambalo linaongezea morali. Naitwa Eric Andai, na mimi ni mwanabiashara, nafanya na biashara kule Mdete, nauza viatu, niko na duka ya viatu na niko na duka ya kawaida lite. Niliingia kwa Demulla, nimemaliza mwaka mmoja. Imenibusti kwa biashara na imekuwa ya faida kwangu, na hata siku ya leo imenibusti kwa sababu kunielekeza kwa mafundisho, vile naweza kufanya budget kupanga biashara yangu siku ya leo kwa sababu wametufundisha Jinsi ya kufanya biashara. Kwa sasa wanawarai wafanya biashara kujisajili kwa kampuni hiyo na kupata mikopo ili wajiendeleze kimaisha. Demulla, hata maofisa wa Demulla ni watu wazuri sana, ni watu wa kuelewa na imiza watu wenye wanataka loan kwa, kwa Demulla wakuje hata niwapeleke ni wa, ni wa, ni mali penye wana ofisi ya Demulla mali penye iko. Kashukuru Demulla vile walikuja wakaingia na wakaanza kuchukua kila mtu ambaye anafanya biashara ndogondogo wakaanza kutuboost. Kwa hivyo mimi nawarudishia shukrani tu, na mimi ni mfanya biashara, nauza madawa, niko na Village Pharmacy na naona inaendelea vizuri. Nikiripotia Runinga Magharibi, kutoka kaunti ya Vihiga, jina langu ni James Wekesi.